Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kanisa, tunasema asante kwa Mungu ambaye ametupa neema ya kushimama mbele zenu siku ya leo. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Na toa shukrani kwa baraza la kanisa kwa kuweza kufikiria juu yangu ili niweze kuchangia neno siku ya leo. Nasema Mungu awabariki. Kwa wale ambao hawanijui mimi, ni Hakizimana dadaye Robert, nikiwa baba na watoto wengi. Haleluya, haleluya! Siku ya leo tutajifunza neno ambayo inasema ni nini la kufanya wakati hauna tena la kufanya. Njo teme yangu ya siku ya leo. Nitawasii nyote kushimama kwa ajili ya kuheshimu neno la Mungu. Tunataka kusoma katika Marko kumi makumi ne na sita hadi makumi tano na mbili, msomaji mzuri atatusomea makumi nne na sita hadi makumi tano na mbili. Mpata kwa jina la Yesu Kristo Amen. Wakafika Yeriko, hata alipotoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake mm. na makutano makubwa, mwana wa Timayo Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia na wakati aliposikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti, akaanza kupiga sauti na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. mm -hmm, na wengi waaa Bwana Yesu asifiwe. Tumesema ya kuwa teme yetu ya siku ya leo inasema ni nini ya kufanya wakati hauna tena ya kufanya. Siku ya leo ninataka kuzungumza na mtu ambaye amepita siku nyingi akiwa ndani, ndani ya shida amekosa ni nini afanye ndani ya maisha yake, lakini Mungu leo anakulete, anakuletea suluhisho ya shida yako. Ni nini unatakiwa kufanya wakati hauna tena la kufanya? Neno ambalo tumemaliza kusoma ni neno ambalo kila mtu anajua, ni neno ambalo linasema kwa ajili ya kipofu Bartolomayo. Biblia yetu imetuambia kwamba Bartolomayo alikuwa ni mtoto wa Timayo. Timayo ni mtu ambaye ni mheshimiwa. Timayo alikuwa ni tajiri lakini mtoto wake Bartolomeo yeye alikuwa ni kipofu. Alikuwa ni mtu wa kuombaomba Alikuwa ni mtu mwenye ni maskini margreke anatokea mfamie kabambi. Yeye alikuwa ni mtu mwenye anazaraulika, ina maana ya kwamba familia iliweza kumtupa kwa sababu ya magumu ambayo aliweza kukutana nayo. Ni nini unaweza kufanya wakati hauna tena la kufanya? Acha nikwambie, mpendwa, hata kama uko ndani ya magumu haya kufanya wewe uweze kutoka ndani ya familia ya Yesu Kristo, wewe ungali mtoto wa Yesu Malgre magumu yenye Bartimayo alipata haikufanya weze kutoka ndani ya familia ya Bartolo, ya Timayo. Yeye aliendelea kubaki kuwa mtoto wa, wa Timayo. Bwana Yesu asifiwe. Na njo kwa maana nataka ni kwambaye, malgre magumu yenye uko nayo haiyakufanya wewe uweze kutoka ndani ya familia ya Yesu Kristo. Wewe tu ni mwana wa Mungu. Aleluya! ni nini ya kufanya wakati hauna tena la kufanya? Bartolomeo aliishi maisha ya mateso. Inawezekana familia ilimtupa ni kwa sababu walangala ni mutu mwenye ange waletaka haya. Ni mutu mwenye alikuwa anadharaulisha familia sababu ya shida yenye alikutana nayo. Kuna wengi ambao wanatupwa kwa sababu ya magumu ambayo wamekutana nayo, na hiyo ndiyo ilikuwa maisha ya Bartolomayo. Bartolomayo yeye hakukuwa tena na ndugu, ndugu zake zote walimtupilia kwa sababu tu ya ulema ambao aliweza kukutana nao ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana Bartolomayo yeye kila wakati alikuwa nafikiri ni nini nifanye ili niweze kutoka ndani ya hii magumu. Alikuwa najiuliza nifanye nini hii magumu yenyewe niko napitia niweze kuitoka ndani lakini margiri alifanya eforo yote. Inawezekana wakati yenye mtu iko na shida na njo shida inaendiko na jiongezea. Yeye alikuwa kipofu, haikutosha tu akwe kipofu, akakuwa tena maskini; haikutosha kwe maskini akakuwa mtu wa kuombaomba. Bwana Yesu asifiwe. wa Angalia uchungu ambao Bartolomayo aliweza kuishi. Yeye alikuwa ni mtu mwenye iko neglige, na yawezekana wakati watu walikuwa wanamwona walikuwa wanaangalia ndani mwake hamuna tena avenir na hiyo imekuwa imekuwa shida ya watu wengi. Wakati watu wanakuona wanakuona kama vile ndani yako hamna avenir, wamekudharau kwa sababu ya magumu yenye uko napitia ndani. Hiyo ndio ilikuwa maisha ya Bartolomayo Magreki, alikuwa anatoka ndani ya familia ambayo anajiweza, lakini yeye alikuwa ni mtu mwenye amezaraulika. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kulifika wakati yenye Bartolomayo yeye akaanza omba msamaha ya zambi yenye kutenda. Kuna wakati yenye mtu anakuwa ndani ya shida, unaanza tubu juu ya zambi yenye kufanya, unasema wenda niko namna hivi ni kwa sababu uenda kulikuwa kitu fulani kilifanyika, unaanza tubu hata juu ya zambi ya familia yako, unaanza sema wenda baba alifanya kitu fulani na njo maana niko nateseka hivi. Yawezekana njo maisha yenye Bartolomayo alikuwa anaishi ndani. Bwana Yesu asifiwe! Ni nini ya kufanya wakati hauna tena na kufanya? Aleluya, aleluya, Amen. Mpendwa, mbele nikwambie yale ambayo unatakiwa kufanya, acha nikwambie ni nini hautakiwe kufanya. Aleluya. Ni nini hautakiwe kwanza kufanya? Jambo la kwana la kwanza, usitupe tumaini Aleluya, mpendwa, kitu kya kwanza kyenye unatakiwa kuwa nakyo usitupe tumaini ndani ya maisha yako. Wakati yenye uko unafikiria ufanye nini, we usikate tumaini kwa sababu neema ingali. Aleluya. Jambo lingine mpendwa, usimtukane Mungu. Unajua, wakati yenye mtu iko ndani ya shida unaanza kutukana Mungu, nasema Mungu jua ani ulinifanyia hiwi Ju ani naitika mateso inifikie? Juani naitika tu mie njo vikue hivi? Unaanza kumtukana Mungu, unaanza kusema ju anini Mungu mie tu njovikue hivi. Lakini mpendwa, nakwambia wewe usimtukane Mungu. Aleluya, jambo lingine mpendwa, wewe usijizarau magre mateso yenyewe uko unapitia ndani, uendelee kujipatia valeri, kwa sababu hauko neporteki. Wewe umeumbwa kwa imaji ya Mungu. Aleluya, malgre situation waso wenye uko ndani usijizarau, usione kama vile wewe hauna maana. Hapana, ni wakati yenye uko napitia ndani. Aleluya, jambo lingine mpendwa, usijiue. Aleluya, wakati yenye uko napitia mateso kinachokoma Bwana, wewe usijiue. Kuna wengi ambao wanajiua kwa sababu ya mateso yenye wako napitia ndani. Unaweza kujiua hayo kusema tu mpaka ukamate kamba uingie ndani ya shingo hapana. Kuna wengi wamejiua katika mafikiri yao. Unakutana mtu anakuambia mimi sitafanyaka tena hiki. Mimi sitaenda tena mwele kanisa kwa sababu nishakuwa dizi. Ule mtu amekufa. Unakutana mtu anasema mimi sitaongeza fanya commerce kwa sababu mimi nachuruza kila siku binaomba. Anasema vya kuchuruza mimi naacha. Ule mtu amejiua kimafikiri. Unaangalia mtu anasema, mimi sitaongezeka kuomba. Nimeomba siku nyingi, lakini sipate jibu ya hitaji langu. Sitaongezeka kuomba, mimi nachoka. Ule mtu amejiua. Lakini siku ya leo nakwambia, usijiue. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi wamejiua katika namna nyingi nyingi. Unakutana mtu anasema, mimi sitaingizaka tena kuingia ndani ya kikundi ya watu kwa sababu nimekuwa desi. Ule mtu amejiua. Kuna mtu mwenye unakutana nasema, sitaongezaka ata kupostile juu nishaandika mapage na mapage nikonafaa demande lakini hakuna kitu kinawezekana, mie sitaongezaka kupostile. Ujua ya kwamba ule mtu amejua, lakini siku ya leo nakuambia, magre hali yenye huko unapitia ndani, usijiuwe. Bwana Yesu asifiwe! Ni nini ya kufanya wakati wee umekata tumaini? ni nini ya kufanya wakati dunia imekukondanea uishi we mwenyewe? Ni nini ya kufanya wakati kila mtu amekukataa, umefanya hiki na kile kimekataa? Ni nini mpendwa, unatakiwa kufanya? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kufanya, mpendwa wewe, fanya inventaire ya maisha yako ungali na kitu. Aleluya, fanya inventaire ya maisha yako ungali na kitu. Angalia Bartolomayo, yeye alikuwa kipofu. Magriki alikuwa kipofu, hakusema kusema yeye ajiue. Yeye aliendelea kutumikisha wenye iko navyo. Alikuwa na macho, alikuwa na Namiko na mikono aliendelea kuitumikisha, alikuwa na miguu aliendelea kuitumikisha. Na mimi nakwambia mpendwa, fanya bila ya maisha yako utakutana huko na kitu fulani. Shida ni kwa sababu tunajuaji concentre kwa magumu yenye tuko nayo, tunaangalia kama kila kitu kimeisha kwa sababu tu ya shida moyo enye huko nayo inaacha kila kitu kyote kinakuandika pe. Lakini nakwambia mpendwa, fanya bila ya maisha yako, una kitu ambacho natakiwa kufanya. Bartolomeo yeye hakujiua aliweza kutumikisha mikono yake ya kuomba na iko naangalia kama kesho itakuwa namna gani. Aliweza kutumikisha migulu yake na iko natembea kuomba angalie kama kesho vitakuwa namna gani. Mpendwa, anatanda uishi maisha yenyewe, unataka tumia kwanza kenye uko nakyo, kwa sababu kile kenye uko nakyo ndio kitakufikisha kwa kile kenye unataka. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kile kenye uko nakyo njo uanze kutumikisha Usone kama nimepata shida, vyote vinakufa. Hapana, kuna kitu ambacho unaweza fanya. Hivi ivimekataa, unaweza kufanya hiki. Uangalie ndani ya maisha yako, ni nini ndio unabaki nayo? Kila mtu anakuwa na kitu, kupumua ni kitu Kukuwa na sante ni kitu, yenye umekuwa nayo. Ile yenye uko nao itumikishe, na utangalia, utaweza kusonga mbele. anatandake Bartolomeo, ya kutane na Yesu, aliweza kwanza kutumia yenye iko nayo. Na wewe tumia ile yenye unabakia nayo, uangalie ndani ya maisha yako ni nini unabaki nayo, utajikuta uko na kitu. Unaweza kujizarau ginsi uko wenda, wewe uko mtu wa samani. Bartolomeo, inawezekana hakukuwa na macho, lakini wenda alikuwa na sauti ya mzuri. Bartolomeo wenda alikuwa haonake, lakini wenda alikuwa na miguu ya mzuri, wenda alikuwa naywakovenkre watu na we uangalie ndani mwako uko na nini. Usione kama vile kila kitu kimeshindikana, una kitu ambacho unabaki nakyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kilichoacha Bartolomeo aweze kuishi ni kwa sababu aliendelea kutumia kenye alibaki nakyo. Angalia, mpendwa, kuna mfano ya president wa Afrique du Sud Nelson Mandela. Yeye alifungwa wakati alifungiwa, angelijiwaka kama angelikuwaka president, lakini alikuwa ndani ya prison. Apres kutoka katika ile magumu, akatoka nakuwa prezida, na nakuwa president. Ni na njoo kwa maana mpendwa, usijuue angalia, ni nini yenyewe unabaki baki nayo ndani ya maisha yako. Magreek hiki kimekatala, kuna kingine ambayo kinaweza kuitika ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kujikosantre juu ya magumu yenye tuko nayo. Kwa sababu mimi nimekosa gazi, iache mimi nianze kuzaraulika juu ya ile hapana. Uangalie, kuna kitu kingine ambacho unaweza kufanya. Kwa sababu wenda nimekosa mume, iache na kus... Ina... iache na kudekuraje ndani ya maisha yako, una kitu ambacho unaweza kufanya. Wenda umekosa mtoto, unatia maisha yako yote tu mtoto? Au kungali vingine vyenye unaweza kufanya? Mpendwa, una kitu ambacho unatakiwa kufanya. Ni nini unatakiwa kufanya wakati hauna tena la kufanya? Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Bartolomayo, wakati Yesu alimwita, wakati alisikia Yesu wanapita, Bartolomayo alifanya nini? Alilalamika ile kidogo yenye alibakia nayo, akafanya nini? Akalalamika, akatumikisha sauti, akaanza kuita Yesu, mwana wa Daudi. Imagine kama alisemaka ginsi niko kipofu Acha mimi niachane na vile, asikwe tena kula, asiende tena kuomba pate kidogo wa kukula. Ile tu sauti, ile kidogo yenye ilikuwa anampatia ku survive, iliacha ku, iliacha namuita Yesu Kristo. Aleluya. Wakati Yesu alipita, aliweza kusikia fujo. Masikio limsaidia, magreki alikuwa kipofu, masikio limsaidia kusikia kama Yesu anapita. Aleluya. Wakati Yesu alipita kalalamika: mwana wa Daudi Yesu ni rehemu. Aleluya, yeye alilalamika ni kwa sababu alimsikia, ni kwa sababu aliweza kutumia kile kenye alibaki nacho. Mpendwa, wakati alilalamika, watu walimunyamanzisha lakini malgre watu walimnyamanzisha yeye hakunyamanza. Ni kwa sababu anajua uchungu yenye iko nayo ilimfanya yeye aendelee kulia. Mpendo, anataka nikwambie kama uko namwomba Mungu kusukue mtu mwenye atakunyamanzisha. Kuna kwa wakati yenye tuko naomba unakuta mtu anaanza angaliliaku mwengine angalika mwengine iko naomba namna gani? Mpendo, magumu yenye tuko nayo haiko sawa na njoo kwa maana maombi tutaomba haitakuwa sawa. Kila mtu anakuwa na magumu yake, yawezekana wao ulilala njala kisha unapendwa, unaangalia kwa mimi mwenye nilikula. Njoo uombe eske tutaomba sawa? Na njoo kwa maana mpendwa, wakati yenye uko naomba ujoo, uko naombea nini? Hapana kuangalia kumwenzako wakati yenye uko naomba. Bartolomeo, yeye alipaza sauti, akamwita Yesu, magreki watu walimnyamanzisha yeye hakunyamanza. Na njoo kwa maana, mpendwa, inakuita kila wakati yenye unaomba, usiangalilie kundugu yako, kwa sababu hamuna magumu sawa. Ukaangalia uzito wenye uko nayo, ukaangalia magumu yenye uko nayo, hauwezi kwa naangalilia kumwengine. Mbele uombe, usikie kama natasema nini. Njoo nawoo, useme hatuna magumu sawa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Bartolomayo alilalamika, Yesu akasikia sauti, mpendwa Yesu hapotezake ha, wakati kuburi na hange aliwezaka kushimama kwa mtu mwenye hana imani kitu kenye kilishimamishaka Yesu Kristo ni imani ya Bartolomayo. Wakati alisikia mtu iko na omba akashimama kasema kuna mtu wangu mwenye iko na nita na njoo kwa maana mpendwa, wakati yenye uko na omba inakubidi kuomba na imani. Imani njoo iliacha Yesu Kristo anashimama. Yesu Kristo hakukuwa na wakati ya kupoteza yeye wakati yake ilikuwa kidogo sana, na njo. Kwa maana wakati Bartolomeo alimwita, kwa sababu alisikia kuna mtu mwenye iko na imani, yeye aliweza kushimama. Imani yake njo iliacha Yesu Kristo anashimama, akamwambia umuite. Wale ambao walikuwa wanamdharau, njo walikuwa wa kwanza kumwambia, Yesu anakuita. Wale wenyewe walikuwa wamchekea, wanamwambia nyamanza, wao una maana, njo walikuwa wa kwanza kufanya nini, wanasema Yesu anakuita. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi ambao wamekudharau, lakini kuna siku ao ndio wenyewe atakutayarishia kiti. Kuna wengi wanakona kama hauna thamani, lakini kuna siku wataona thamani yako. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao walimnyamanzisha kimya, wale walimwambia uko naomba nini, ndio wenyewe walikuwa wa kwanza kumleta tena. Bartolomayo alitumia miguu yake akaenda kwa Yesu Kristo. Baada kabla hajafika kwake, yeye yeye alitosha alitosha, vazi vazi lake. Bwana Yesu asifiwe. Lake ina maana ya kwamba yeye alikuwa ni mtu mwenye iko na imani, alijua kwamba mtu mwenye iko na nita iko na kila kitu sitakuwa tena na maana na, na maana niko nayo. Unajua vazi ambayo Bartolomeo alikuwa anavala wenda njoo njo ilikuwa banke yake, njo mlikuwa kila kitu. Wakati wanampatia sanfra, na Tia wakati wanampa desa anatia wakati wanampa chakula anatia ndani ya vazi lakini wakati yesu kristo alimwita yeye alitosha hiyo vazi alisema sina tena haja ya hii vazi kwa sababu yule ambao ninamwendea najua anakuwa na kila kitu juu ya maisha yangu bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe wakati Bartolomeo alifika mbele ya yesu yesu akamuuliza unataka nikufalie nini unataka nikufalie nini Imagine ukutane na mutu mwenye iko naomba, wenda ni kilema, wenda ni kipofu. Ni wengi wenye watajibia kama vile Bartolomayo, ni wachache watajibia kama yeye. Yeye hakusema munipe madolari, yeye hakusema unifanye nikuwe mutu wa thamani sana yeye hakusema unifanya mtu wa yulu sana. Yeye hakusema unipe makuta, kwa sababu Yesu alikuwa na uwezo wa kumpa makuta, lakini yeye alijua shida yake. Mpendwa, wakati yenye unaomba, inakubidi kujua shida yako ni gani. Wakati yenye tunaomba, unajua kuoriente maombi yako. Wakati Yesu anakuita, ujue ni nini utamwambia yeye. Hakuchunga kande sema kule na kule, lakini alienda kubii Mpendwa, wakati yenye uko naomba ujue shida shida yako ni gani. Unakuta mtu ana kiburi, lakini anamwambia Mungu, nataka unipe mume. Wenda ile kiburi inaweza kutosha ndani ya unyumba. Wewe mwambie Mungu, nataka uniondolee kiburi, kwa sababu ndio shida yenye uko nayo. Yawezekana wewe ni mvivu, uko namulilia Mungu, nipe kazi, kesho unapata kazi, wanakufukuza kwa sababu ya uvivu yako. We wakati unamwambia Mungu, mwambie Mungu nataka uniondolee uvivu, kwa sababu ndio shida yako. Bartolomeo alijua shida yake, hakumwambia Mungu nataka unipatie dola, hakumwambia Mungu nataka unipatie kile, lakini alijua chanzo ya magumu yake, chanzo ya kukua kenye iko ni kwa sababu ya macho na kitu kubwa ambayo kimenifunza kwa Bartolomeo ni kwa sababu amejua kama Yesu Kristo anatembeaka na pièce de rechange zake, yeye hakumwambiaka. Yeye alijua kama Yesu Kristo anatembeaka na pièce de rechange yake, alimwambiaka nataka unipe macho. Haleluya! ni kwa sababu alijua kama Yesu Kristo anatembea na macho yake mu mikono. Hiyo ilikuwa ni imani kubwa ambayo amekuwa nayo. Mpendwa, katika maombi yako wakati huko, namwambia mungu akupe kitu, inakubidi uwe na imani. Ni nini unatakiwa kufanya wakati hauna tena la kufanya? Jua oriente maombi yako, unataka kumwambia Mungu nini shida ni kwa sababu tunakoka na matralala ndani ya maombi yetu. Unenda uko naomba, mungu uko unaleta uko unaletea, njoo mungu fujo hauyo, huko naombea nini? na hiyo inafanya sisi tushinde kujibiwa katika maombi yetu, lakini nataka siku ya leo Bartolomeo akuwe funzo letu. Bartolomeo, yeye alikuwa na objectif, alijua chanzo ya, ya, ya lijua, umaskini wangu chanzo ya kuombaomba ni kwa sababu sina macho. Yeye akajua kuomba, akamwambia Mungu, nataka nione. Na vile venye alikwa na ombaka hakuta alisema sina navyo bezwe habita nifalia tena kitu kwa sababu yule ambaye namwendea atanipa kila kitu ambacho ni haja ya moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Mpendwa, Bartolomayo anatufunza vitu vingi. Ni mutu mwenye alikuwa amezaraulika, ni mutu mwenye alikuwa anaonewa lakini malgre ke alikuwa naonewa yeye aliweza kupersevere ndani ya magumu yake. Ninakwambia mpendwa, uweze kupersevere ndani ya magumu yako, kwa maana jibu liko hapa karibu. Aleluya! Bartolomeo yeye aliweza kupersevere malgre magumu yenye alipitia, malgre kukataliwa na ndugu zake, malgre kukuwa mtu wa kuombaomba Unajua, wakati mtu amekuwa wakuombaomba ni mtu mwenye apendake afurahi. Juu ukikia niomba na unafurahi, sitakusaidia ifo, wakati yote akuwe na huzuni. Aleluya, inaomba kila wakati akuwe na huzuni, kwa sababu ni mtu mwenye konaombaomba. Ukikua niomba na unafurahi, sitakupa yeye. Maisha yake yote ilikuwa ni ya huzuni marge ile huzuni alikuwa nayo, lakini aliendelea kujifunza juu ya Yesu Kristo. Alijua kama Yesu Kristo ana uwezo na njoo, kwa maana wakati alipita, aliweza kumwita. Na wewe unamwitaka nani wakati ya magumu? Ni nani ambaye unamwitaka wakati ya magumu, mpendwa? Malgre shida zenye uko nazo, malgre magumu yenye uko nayo, ujue ni nani ambaye utaweza kumwita.